Naam, shekhe wangu, katika dunia yetu ya mm, sasa hivi tunajua kuwa kila siku zinavyozidi kubadilika, kuna kitu kinaitwa globalization mm. Kuna kitu kinaitwa technology. Kila siku mapinduzi ya teknolojia yanatokea. Sasa hivi kuna miamala ya kidigitali, naam. Mfano mobile money, online business, ile currency za mitandaoni. Kifikihi tunaizungumzia vipi miamala kama hii? tunapozungumzia kwanza mambo ya tuseme uren tuseme kwamba sarafu, sarafu, sarafu naam. Kusweli, naam. Kuna haya ya kuuza pesa kwa pesa dio, au kubadilisha exchange, pesa kwaesk pesa. Eh, umulat, eh, zile sraf sarafa au sarafat katika sehemu za kuchinjisha pesa bur change naam sasa anakwenda na pesa ili apate pesa nyingine, manake anakwenda kununua ile pesa nyingine, naam, yeye anauza pesa apate pesa nyingine kwa kubadilisha. Kuna, kuna vitu viwili katika soko la foreign exchange, kuna kitu inaitwa bid and ask, manake ni bei ya kununua na bei ya kuuza, naam, sasa, sasa hizi biashara hizi Maulamaa wameweka masharti na ndo sheria ilivyoelekeza tokea mwanzo ndio kwamba la tabii illa yadam biyad, kwamba ikiwa zitafanana zile jinsi, kwa maana pesa kwa pesa, dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha, silvers, naam, unapouza kitu kwa kitu mfano wake, basi ni lazima kupatikane masharti yatimie, ili kuhalalika muamala ule. Mmoja wa hayo ni ni ule uwiano, uwiano. Lakini jambo jingine kwamba anyakuna alqabdhu ala alfauri, kwamba kule kupeana kule kukabidhiana yale ya mabadilishano yale yatimie kwa haraka, yatimie kwa haraka, kwa sababu nakuja kuchukua na nakuja kutoa dola hapa, nipate shilingi ya Tanzania. Ndio maana natoa pesa, nipokee pesa muda ule, ama nitoe dola zangu leo 500, 500, kisha niambie kwamba basi utapitia kesho pesa yako asubuhi. Hiyo haikubaliki, kwa sababu hiyo kuwepo muda baina kutoa tena, hiyo hiyo ipo, okay. katika soko la fedha, naam, inaitwa ni ah forward, forward market maanake sisi tunaziuza pesa leo lakini tutalipa baadaye. Sasa hii hakubaliki kisheria, hakubaliki kisheria. Ni lazima iwe ayakuna alqabdu ala alfawri. Na hii haina ikhtilaf, kwa sababu lazima iwe kukabidhiana, makabidhiano ni pale kwa pale. Hata maulamaa wakasema kwamba ikiwa mfano mtu anafanya kubadilisha pesa kwa pesa, naam, kutoka nchi kwenda nchi nyingine. Nchi nyingine. Kwa basi kwamba amuulize yule anayepokea zile pesa kwamba anamtumia ile pesa ile pesa ile ili kwamba pasiwe pana muda mrefu baina ya kutuma na kupokea. Pia mtu anatuma pesa yako nje nchi, baada kwamba kufika, tafika kwa haraka bila shaka, kwa sababu inakwenda kwa njia ya system, ndio. Lakini pengine yule anetumiwa yeye yuko mbali na yule kupokea zile pesa, au anatumiwa pengine, kwamba anatumiwa jioni, hali kwa benki zimefungwa, wakati ule anapokea siku ya pili au ya tatu. Ndio wakasema maulama kwamba hili linatakiwa lifanyiwe utaratibu wa kuharakizwa ili akapokee kwa wakati muafaka. Wakati muafaka. Au njia nyingine ya pili ya kurahisisha muamala ule, kwamba ili uwe mwepesi, isiyo isiyo taklifu na mpaka kwa wale watumiaji wa miamala kama hii. Ndiyo. Kwamba yeye amjulishe kwamba amteue mtu fulani kuwa ni kama wakala wake, kwamba mimi namtumia pesa fulani, naomba mjulishe ili yeye akuwakilishe wewe kumpokelea ile pesa. Kumpokelea ile pesa. Kwa sababu wakala kisheria inafaa agent. Sasa, anaweza yule akampigia akam simu au kawasiliana naye au akaweka mkataba wa kudumu, akikutumia pesa fulani, basi naomba unipokelee kwa wakati kwa wakati, au kwa pesa hizi na kuomba mjumbe fulani, kwa zishafika, zishafika, akuwakilisha wewe mpokelee, aje kuchukua siku atakayokuwa mwafaka kwake. Kwa hiyo inatakana kwake akafanya vile, ikawa kwake ni halali. Lakini kusuala la kubadilisha pesa kwa pesa ndiyo, na kuweka muda mrefu ndiyo, kupokea pesa iliyobadilishwa hilo pia kisheria haitakiwi, ila ayakuna au ila ayakuna haan biha Yadambiyad. Iwe mkono kwa mkono pale pale, mkono kwa mkono mpaka peponi, kwa hakika <laughs> kwa hakika <laughs> Hii tumegusia swala pana sana. Naam, sahihi. Tumeangalia katika mfumo mzima wa biashara, baadhi ya makampuni wana kitu hmm, na wanafanya kitu kinaitwa hedging, kukwepa hasara hmm. Ah, sahihi, ndio wanafanya kitu kama hicho, wanarefusha ile hedging, tunaita tahayul kukwepa hasara.